Mjadala kuhusu mustakabali wa chama cha ODM unazidi kutokota, huku wanachama wake wakizidi kutofautiana na mbunge wa Alego Usonga Sam Atandi ndiye kiongozi wa hivi punde kujiunga na mjadala huo akidai chama hicho bado hakiko tayari kumtoa mwaniaji urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na badala yake kitamuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa awamu ya pili. Wakati huo huo, uongozi wa kamati ya uhusia wa vyama vya kisiasa unakabiliwa na ukosoaji mkubwa kwa madai ya kutepetea huku kukiwa na utata wa kutosajiliwa kwa takriban vyama mia tatu na msajili wa vyama vya kisiasa. John Jacob Kioria ana taarifa kamili. Atandi akizungumza Home Bay alidai hakuna kiongozi wa chama cha ODM kwa sasa aliye na ushawishi wa kisiasa wa kushindana na rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Atandi aliwashutumu viongozi kadhaa katika chama hicho kwa kueneza sintofahamu kupitia kauli kinzani. Alisema chama cha ODM kinategemea wanachama wa zamani akiwemo rais William Ruto kusaidia kukarabati muundo wake na kutaidhinisha kampeni yake ya kuchaguliwa tena.

Kwinginekwo, kwingineko, chama cha National Liberal Party kimeshutumu kamati ya uhusiano wa vyama vya kisiasa PPLC kwa kile inachodai ni utepetevu, huku karibu vyama 300 vikikabiliwa na hatari ya kuondolewa katika usajili. PPLC is supposed to be equal to all RPP and IBC right now, are we equal? No, do you need somebody ambaye ataenda pale kwa RPP anapiga saluti, yes sir? Is that what we need at this time? Kiongozi wa chama hicho Augustus Muli akizungumza wakati wa kuzinduliwa kwa manifesto kabla ya chaguzi za uwenyekiti zilizoratibiwa katika wiki ya kwanza ya mwezi Novemba alikashifu uongozi wa sasa kwa upuuzaji na viwango duni vya maadili. Last year we not, we saw sell out leaders in IPLC. Ladies and gentlemen, I want to give you my promise today, in front of you and before God, that I am not a sellout. Makanisa ya Pentekoste kwa upande mwingine yanaimbua wasiwasi kuhusiana na njama ya kuwatenga katika mswada unaopendekezwa wa mashirika ya kidini. Viongozi wa kidini pia wamepinga vifungo kadhaa katika mswada huo vinavyotolewa na afisi ya mwanasheria mkuu wakitoa wa wito ili viondolewe. Sisi tunaomba rais wetu e, kwamba vile tu ulisema pale mwanzoni wakati wa mungatana bili ukasema hii bili, e, itolewe na ikatolewa. Pia tunataka tena vile imeletwa na AG imeletwa E, tena inaendelea sahizi inafanyiwa public participation tena tunataka tusikie msimamo wako. Mjini Kirugoya, wamiliki wa biashara pamoja na wananchi wamepinga kauli zilizotolewa na gavana wa kaunti ya Nyeri Mtahi Kahiga kuhusiana na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Waliwatahadharisha wanasiasa dhidi ya matumizi ya semi ambazo zinaweza kuathiri mshikamano wa kitaifa pamoja na udhabiti. Na vile mimi nataka kuhimiza wasituchanganye kama Wakenya. Haswa hapa Kerugoya kwa sababu kila kabila hapa Kerugoya iko na eneo. La magharibi ya nchi, joto la kisiasa linaendelea kufukuta huku baadhi ya viongozi wanaomuunga mkono gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembea wakimweka kama mgombea wa urais mtarajiwa kutoka eneo hilo wakati ya kura tupige, na nataka kuashiria watu wa Western Kenya kuwa George Natembea atakuwa katika ballot box mwaka wa 2027. John Jacob Kioria, Dira ya Magwiji.